Wakazi zaidi ya mia mbili na aliyekuwa spika wa kaunti ya Lamu Mohamed Fumo kuhusu umiliki wa kipande cha ardhi cha ekari 3.16 huko Utange Mombasa. Kulingana na wakazi hao, wameishi katika ardhi hiyo kwa zaidi ya miaka 40 na kwa utata huo bado uko mahakamani. Mohamed Fumo kwa upande wake anashikilia kwamba ana hati miliki na ameidhinishwa na mahakama kuwafurusha wakazi hao. Francis Mtalaki anaarifu. Makazi haya ya kifahari mtaani Kitaruni Utange, kaunti ya Mombasa, huenda yakabomolewa kutokana na utata wa umiliki wa kipande hiki cha ardhi ambacho wakazi zaidi ya mia mbili wamekuwa wakiishi hapa kwa miaka 40 sasa. Wakazi hao wameachwa katika njia panda, huku taharuki kitanda miongoni mwao kutokana na ilani waliopokea kuwa ubomoaji utafanyika tarehe mbili mwezi ujao. Uko kote tuna mwita haji kuleta yote yake ajulikane, alipata vipi? Lakini huku mashinani anatuangaisha kila leo. Maangaisho yake yamefanya ngavunjika mguu, kuugua pia, siwezi kuugua kwa amani, nimekuwa chuma, kila siku ni mbio huku na huku kutafuta msaada. Tumepambana kotini, angalau hawa mabwana waje, hawajafika. Tumeenda mpaka kwa watu wa National Land Commission, hawa jamaa waje, wameshasaviwa, hawajafika wametolewa hata ma contempt of warrant of arrest, ma contempt of court kwa sababu ya ile eviction walikuwa wamezifanya kutuvunjia hawa mabwana hawajafika. OCS, niliongea naye OCS, hana habari zozote kuhusu hapa. Nimeongea na DCC hana habari zozote kuhusu hapa. Nimeongea na OCPD hana habari zote kuzihusu, lakini la ajabu tumepata notice, gazette notice ya auction. Kulingana na wakazi, ardhi hii ni ya mababu na kuwa kaburi hili ni mojawapo ya ushahidi. Ila aliyekuwa spika wa Lamu Muhammad Fumo anadai umiliki sawa na wao. Mimi kuhusu shamba ya Utange ni shamba, ninayo makaratasi yote na ithibati za kutosha, bali zaidi ya hapo hata wamekunda mahakamani mara nne na koti ikatoa hukumu kuwa mimi ni mmilikaji halisi wa shamba hili. Fumo anashikilia kuwa ana hatimiliki, ila wakazi wanadai ni ghushi, na kuchochea utata huu kuzua taharuki miongoni mwa wakazi ambao wanadai wameshindwa kutekeleza majukumu yao, ikiwemo kilimo, ili kusitokea matukio mengine kama ya Nairobi central na vituo vyengine. Mimi naomba taasisi za kiusalama hapa kwetu, tuko salama, musije kaeni huko muliko, musije. Na kama mutakuja, muje kwa patro, muje kwa patro zenu za kawaida. Tunakosa amani kabisa mahali hapa tumeishi, mapresha ametujaa hapa, ni ngumu kupata mtu ana presha, hata watoto wana presha. Mimi mwenyewe hivi naongea na nywa dawa za presha, kwa sababu ukikaa wewe, roho yako haina amani, wewe unaogopa, unaogopa mwekezaji huyo Anadai kuwa ana idhini ya kuwafurusha wakazi. Kwa upande wao, suala hili lipo mbele ya mahakama na kutaka tume ya ardhi nchini kuingilia kati ili kutatua mzozo huu. mimi nalipa rates, mimi nimefanya subdivision kila kitu kinachostahiki nacho, mpaka oda za kotini ninazo. Yeye yeah, yeah, ame subdivide amepatapi ruhusa ya kusubdivide land ambayo iko completely occupied? Francis Mtaraki, Ringa Citizen.